Katika nchi ya Tanzania nimeona marais kutoka nchi mbalimbali wakipokelewa. Nimeona marais wa kutoka dunia e, mzima, yaani dunia marais wanaingia, wakipokelewa wakiwa wameingia Tanzania, wametua kwa ndege, wanapokelewa na wanajeshi niliona wakiwa busy sana receiving this uh, presidents of the nations very soon very actually very soon na uganda tanzania na uganda so uh, i just want to talk about that thing uh, that thing so livona uh, east africa, east africa wa East African, East Africa countries watu, marais wa mataifa mbalimbali wakikaribishwa, waki wakipokelewa, wakipokelewa na ni kama walikuwa wanakuja kutoa pole, walikuwa wanakuja kutoa pole, walikuwa wanakuja kupeana pole ama rambirambi rambi, risala za rambirambi rambi, and something like that. sijui uh, kuisema uh, vizuri haswa kwa Kiswahili to condole I saw uh, presidents some, some, some, some of them are from Africa and some of them they will be coming from outside the continent, from outside the continent. This is something I saw. I'm just sharing with you. Na na na na share na wewe tu. Eh, ili tuweze kuomba. Sababu ingine ni ya kuomba ili Mungu atupatie rehema. Na ingine, eh, hata tukiomba, nimeona itatokea tu. Eh, nimeona itatokea tu. So, kuna sababu katika hizi nchi tatu. Kuna sababu, kuna sababu. So, I, I saw that thing happening in East Africa and, uh, it is going to take, uh, place, uh, any, any time from now, any time from now. Andika, sitakufa bali nitaishi nitauona wema wa Bwana. Ama una, una retype tu hiyo andiko Psalms 27:13. Hakuna kufa mapema, tunakaa kaa s so, uh, ni maombi yangu kwamba picha yako haitatumika kwa rest in peace, sijui gone too soon. Uh, sijui umetuacha metuacha nini au tuachi, unakaa hapa, tunakaa hapa moja, usikufe mapema, tukae kae sisi, ni tunasema tu yale ambayo tume yaona yale ambayo tume yaona na nabii jenuini nabii uh, ama unabii ni katika habari ya mambo yajayo, ama mambo ambayo yatakuja kutokea, na huwa tunasema kabisa kukiwa hakuna dalili, huwa tunasema kabisa kukiwa hakuna dalili eh. Kukiwa hakuna dalili, you see, kukiwa kabisa hakuna dalili, ili watu wasije wakasema labda tuliangalia vyombo vya habari, tuliangalia kwa mfano kama uchaguzi wa Tanzania vile ilifanyika. Nilisema kwamba hii, nilisema miaka miwili kabla. Two years before the election, nikasema ninaona farasi mbili farasi moja iko na rangi mchanganyiko na farasi ingine iko na rangi ya kijani, iko na rangi ya kijani. Na nikasema hii ya kijani naona mtu juu, mwanamke, lakini hii ambaye sio ya kijani, ndio iko na mbio kuliko hii ambayo ni ya kijani, na inakimbia inamaliza mbio mapema na inamaliza ikiwa namba one, lakini haina mtu juu. Ikaja mwaka ikaisha, nikarudia tena mwaka ikaisha, wameenda kwa uchaguzi juzi, akukuwa na mpinzani e, ile farasi kubwa yenye mbio haikuwa na mtu juu, kubwa yenye mbio haikuwa na mtu juu. Profesi ikatimia exactly What I said. Lakini nikarudi kusema kwamba kuna matukio mengine yatakuja, na nikasema kwamba ni kweli Tanzania wameenda kwa elections, lakini naona resettings, naona resettings, naona resettings. naona kabisa Watanzania wameenda election wamefanya uchaguzi wameyapishana wakuapishana na kuapishana sin ninaona marudio ni kama ni kama kurudia, lakini ni kama marudio fulani ama settings. Ku, kukuseti vitu upya kuseti vitu upya kuseti vitu upya kuseti vitu upya kuseti vitu upya. Yeah, resettings re Settings. Not settings. Re. Settings. Yeah. Settings ni kuset. Lakini resetting ni kuharibu ile settings ya kwanza na kufanya settings nyingine kwa upya. I'm seeing resettings in Tanzania. Um, in Tanzania kwa sasa mambo yata, nilisema mambo yataenda kama ni kama kawaida kawaida vile, eh, desturi desturi vile ni kama mazoea mazoea vile, eh, ni kama eh, ni kama Mungu Mungu atakaa ni kama amenyamaza amenyamaza vile mm? Tanzania Mungu atakaa ni kama amenyamaza nyamaza vile ni kama haoni haoni vile ni kama aski aski vile ni kama amenyamaza nyamaza ama kama vile amesafiri, labda yani pata patakaa hivyo kwanza, patakuwa hivyo kwanza, patakuwa hivyo kwanza, lakini ndio ili ije iwe ile ghafla, ije ile ghafla mm. Eh, ije ile ghafla ije ile ghafla. Biblia inasema ya kwamba anaye shupaza shingo huvunjika mara, anaye shupaza shingo huvunjika mara na uvunjika ghafla. Na kwa Tanzania ule mti ambao ulikuwa una viongozi wanategemea kwa ku, kwa ku kwa kujikinga jua, miti hiyo imeondolewa uvuli, miti hiyo imeondolewa uvuli, miti hiyo imeondolewa uvuli. Lakini uh, watakwenda chini ya miti hiyo, wasiwe na habari kwamba miti hiyo imeondolewa uvuli, wasiwe na habari kwamba miti hiyo imeondolewa uvuli. kwa hiyo E, zile miti ya kimvuli Tanzania, uh, uvuli ulishaondolewa na Mungu pale, uvuli ulishaondolewa na Mungu pale. Kwa mfano uvuli wa mashauri ulishaondolewa pale. Kwa hiyo hata ule mti utakapojaribu kutoa uvuli, utapata kwamba hautoi ule uvuli ulio kama vile uliokuwa unatoa, utapata kama ni mwamvuli e, itakuwa imetoboka, itakuwa imetoboka kwa nini? Imesha chakaa. Kwa hiyo wanasiasa wa Tanzania na viongozi wa Tanzania e, miti ile ambayo mlikuwa mnakimbilia zamani ku kutafuta kimvuli pale, kutafuta kimvuli imeshaondolewa, uvuli umesha miti hiyo imeshaondolewa, uvuli miti hiyo imeshaondolewa uvuli imeshaondolewa, uvuli I'm trying to speak in Swahili, najaribu kuongea Kiswahili ambayo maybe watu wa East Africa watanielewa, maybe watu wa East Africa watanielewa, not only in Tanzania, even in Uganda, even in Kenya, even in Uganda, even in Kenya. Uh, hujambo mtazamaji, popote ulipo, ni mara nyingine tena tuko na askofu mahali hapa, na mambo mengi yametokea. Tumesikia kwamba watoto wa Kanyari wanasema hawana chakula hawana rent. Askofu yuko hapa, ataenda kuchambua. Tuambie mambo yako vipi? Karibu askofu uh, asante sana uh, karibu sana media ambazo ziko hapa zote ssi nikahesabu, lakini mana ni nyingi sana. Uh, asante sana kwa sababu ya kufika hapa siku ya leo, na karibuni katika maswali yenu. Na kukaweda, kwa kawaida nimesikia kwamba katika mitandao kwamba watu wanasema watoto wa Kanyani wana chakula. Na, na labda yule ambaye yuko nao baba mlezi ndio anategemea kwa chakula kutoka kwa baba mwingine ambaye ni mzazi. Eh, sasa kuna kitu kimoja tunapoangalia hapa nao kuna biashara inaendelea kwa sababu ina maana kwamba huyu mume mwingine ambaye alikuwa ni baba mlezi alikuwa anategemea kanyari amulelee bibi na amulelee watoto, hmm. Kwa hivyo ina maana kwamba yeye alikuwa tu mahali pale kama house girl ama house boy, e kwa sababu anangoja chakula inunuliwe na kanyari, yeye apike na pia afanye majukumu mengine ambayo kama yeye tu msaidizi mahali pale. Kwa hivyo inaonekana kwamba si mwanaume ambaye kabisa alikuwa anapenda kuchukua majukumu ya familia. Na kwa hakika napozungumza mimi saizi kama mchungaji, na nazungumza nitarudia tena e, napoangalia kwamba marehemu, narudi kwanza marehemu, alikuwa mke wa Kajali, na unapoangalia kwamba hiyo ndoa hakuna mahali walivunjika hakuna mahali walifanya divorce. Ni vile sasa utasema kwamba ametoka akakimbilia mafichoni baada ya jina la bwana yake kuharibika, akatoka akakimbilia mafichoni, na nafikiri alipoona mafichoni pazuri ni pa mtu anaitwa Tash, na huko kwenye alikimbilia mafichoni huko hakuenda, nafikiri hakuwa na agreement ya kwamba mimi na wewe tutakuwa mume, mke na mume eh. Alienda akakimbilia pale mafichoni na baada ya kukaa amekaa huko muda mrefu sasa, ikajulikana kwamba kwa sababu watu walimuuliza, unafanya nini kwa mwanaume huyu, ndio akasema kwamba, ah, huyu ni mume wangu, lakini ukweli kwamba amekimbilia mafichoni hmm? So jambo la hawa watoto na swala la ile watoto, narudia tena, watoto warudi kwa baba yao ambaye ni Kanyari. Kwa sababu jambo la kwanza, Kanyari hakufukuza watoto wake, amekuwa akiwalisha, amekuwa akiwasapoti, amekuwa akilipa school fees, amekuwa akinunua chakula, hivyo watoto warudi kwa baba yake. Na kuna neo jambo moja nilikuwa nimefundisha watu jambo moja kuhusu kitu kinaitwa cult. Tunapoangalia mm, kwamba nao, eh, huyu baba ambaye anaitwa baba Kanyari mm?